Wale magreda makali mawili nyumba zote zikabomolewa, zote, mbona mnabomoa? Niliposema hivyo nikasuka e, mgambo nakamatwa nakudumukisa kwenye gari nyeupe kama hii na wale mgambo, yaani mimi hofu yangu nilionayo hata hapa ninapoishi, kwa kweli nina hofu kubwa sana, wanaweza wakatuma hata watu hata ndani Nikaja, nikavamiwa, nikauawa. Sakata la mgogoro wa ardhi kiwanja namba 1840 Block C, eneo la Mbogamboga Buswelu manispaa ya wilaya Ilemela mkoani Mwanza kati ya mmiliki wa eneo hilo na Halmashauri, limeibua sura mpya baada ya kuibuka utata wa sahihi mbili tofauti za mkurugenzi wa manispaa hiyo ummi wa yayu Tofauti hiyo imebainika katika malalamiko ya Mathias Lubango, mmiliki wa eneo hilo, kudai kuzalishiwa kiwanja kwa lazima ndani ya kiwanja chake na kunyang'anywa kisha kugawiwa mtu mwingine bila kushirikishwa. Utata huo umeibuka katika tangazo la Juni 20 mwaka 2025 la uuzaji wa viwanja kwa matumizi ya makazi na biashara pamoja na kwenye notisi ya siku 14 kuanzia Mei 17 ya kuondoa maendelezo katika kiwanja hicho, chenye matumizi ya ofisi ya serikali ya mtaa wa Buswelu A wilayani humo. Katika sakata hilo, jambo jingine linaloibua maswali kutoka kwa wananchi ni kiwanja hicho kudaiwa kuwa na ramani twa kuwa na ramani tatu tofauti za mipango miji ikiwemo ya mwaka 2015, 2023 na 2024, hatua ambayo inatajwa kuleta hali ya sintofahamu. Mvutano huo umeibuliwa na Matias Lubango anayedaiwa kuwa mmiliki wa kiwanja hicho. Kutokana na utata wa nyaraka hizo, ofisi ya kamishina wa ardhi kupitia kwa kamishina msaidizi wa ardhi mkoa wa Mwanza Wilson Ruge imefanya jitihada za, ku... imefanya jitihada za kutatua mgogoro huo, lakini kinachoendelea sasa, mmiliki wa kiwanja hicho anaonyesha kutoridhishwa na maamuzi yanayotolewa. Nisiseme kwa sababu si ni cha mtu. Yeah. E, nisimsemee hilo anaweza akaulizwa umu wayayu hapo ulisaini wewe au alisaini ulisa, mwingine kwa swala la saini ya mtu mi nikulisemea. E, kinachofanyika ni, ni upotoshaji. Kwa hiyo tuseme kwamba haki ya msingi kwa, kama sisi wasimamizi wa sekta ardhi tunayoitambua ni kiwanja namba 1600 ndio halali ya familia ya Bwana e, Mathias Lubango ambacho kwa sasa baada ya busara za viongozi kutumika itakuwa na ukubwa wa mita 177 tuko tayari na familia ina ije ifike ianze kwa kule, taratibu wa kumilikishwa ipate hati yake, lakini kiwanja namba 1599 na ni mali halali iliyokuwa ya serikali ambayo imemuuzia kwa uwazi kabisa kwa kutangaza hadharani familia ambayo kwa ndugu Magdalena Magdana, ofisi zetu ziko wazi kuanzia ngazi ya mtaa, kata ofisi ya mkuu wa wilaya, ofisi ya halmashauri, ofisi yangu ya kamishna wa ardhi mkoa, ofisi ya mkuu wa mkoa iko wazi. Mwezi Desemba walifika wakamwona mheshimiwa mkuu wa mkoa ila juu ya lalamiko lao, na yeye kwa kuona umuhimu wa familia hii ali, alielekeza na aliambia kwamba kesho yake, maana yake tarehe 30 timu kutoka ofisini kwake kwa mkuu ila na wataalamu watafika eneo la tukio kuweza kuona ni nini kinacholalamikiwa. Wakati sasa kijiandaa, hiyo hiyo tarehe 29 familia hii ya Bwana Matias ilienda kukutana na vyombo vya habari ikatoa taarifa za kwamba imekuwa na lalamiko la muda mrefu ambalo halishughulikiwi na serikali, na likawa limerushwa kwenye vyombo mbalimbali vya habari kutokana kupat, kwa hiyo kutokana na kurushwa ya, kwa taarifa hiyo kwenye vyombo mbalimbali vya habari ila lalamiko hilo, mheshimiwa mkuu wa mkoa aliamua kuita familia hiyo ije ofisini kwake, lakini pamoja na wale wanaolalamikiwa na ofisi zote za mtaa na kata wafike mbele ya ofisi yake kwa ajili ya kusikiliza hiyo kero na, ku, na aone namna ya kuitafutia ufumbuzi kweli tarehe 30 mwezi Desemba mkuu wa mkoa alikutana na familia hii pamoja na uongozi wa mtaa wauzaji uzaji waliolipwa fidia mheshimiwa mkuu wa wilaya na sisi ofisi yetu ilikuwepo na ofisi ya mkurugenzi baada ya kusikiliza mheshimiwa mkuu wa mkoa malalamiko ya familia kwanza katika siku hiyo familia ilieleza kwamba malalamiko yake yenyewe inadai hatua nne ilizopunjwa katika ule mgawanyo, kama nilivyosema, kuna mgawanyo ambao tuliufanya sasa baada ya kuwa tumeonyeshwa mipaka. Kwa hiyo mbele ya mheshimiwa mkuu wa mkoa, familia hii ilisema, sisi shida yetu ni hatua nne tumepunjwa, na sio eneo lote, sisi hatua nne. Kwa hiyo sisi hizo ndio tunazozilalamikia. Baada ya kusikiliza na upande mwingine, mheshimiwa mkuu wa mkoa alielekeza kwamba Mheshimiwa mkuu wa wilaya pamoja kwa kushirikiana na mheshimiwa mwenyekiti wa mdiwani na wataalamu wote waende saiti, kwa maana ya uwandani, kwenda kujiridhisha na kuona hali halisi ya jambo linalolalamikiwa hapa. Palitakiwa pawe open space, itengenezwe stendi, watu wakija wapate pakupumzikia. Kama walivyokuwa ametuambia watajenga ofisi ya kijiji, basi wajiwekapo hata ka ofisi ka kijiji kakuwa kanakusanya ushuru eneo hili lakini kujenga mtu mwingine watoe wawili alafu muweke mtu mwingine kwa sana na hela hiyo ni uonevu, ni uonevu. Wametuonea sana. Rais simulaumu, isipokuwa namuomba atume hata waziri mkuu. Huu ni mradi mkubwa, hela ya benki ya dunia ndiyo imetumika hapa. Aje ahakikishe, kulikuwa na jiwe la msingi limewekwa na serikali, wamelibomoa. Hii eneo kama ni road reserve ona nabii mkubwa alikuwa na kibanda chake, kilikuwa kimesogea mbele kili, kilikatwa pale i kuonyeshwa kwamba nyumba yake iko mbele ya barabara. Sasa ajabu tunachoweza kukiona kwamba huyu bwana amepata wapi nguvu na ujasiri wa kuja kujenga kitu kama hiki, kiasi kwamba kwanza, tukiangalia hata mazingira yalivyo, kwanza hata zile hatua ambazo ni za serikali sawa, ina maana bwana ameshavamia, na kikubwa tunachokiangalia hapa ni kwamba kwa uwezekano ulivyo na kwa nyinyi wajisi waandishi wa habari mnavyoona, kwa asilimia 99 hii rushwa hapa imeshatumika, kwa sababu hapa hakuna kiwanja mba. Serikali itusaidie, nimsaidie mama yangu. Ukimwangalia jinsi alivyo na afya yake na umri wake, kitu alichomfanyia hapa sio kitu kizuri. Kwa mimi naomba serikali iingilie kati na mama yangu wampe haki yake, madai yangu sana sana, wazilipe nyumba zangu walizozivuruga ndio nachotaka watakapo nilipa fidia nyumba zangu yani, mi nitashukuru sana yeah. Kwa sababu kile kiwanja ambacho walichonipimia 2015 waliniambia wamesha kifuta hasa, mi nikasema kama amekifuta, wakaja kutengeneza kiwanja cha pili, kwa nini wasinipa hata nani dokumenti zote za hivi hivi nawe ah, kakipandikako haka na we, kakipandika kwa, kenyewe hamna, sijapigiwa tasi, msielewi kinachoendelea hadi mwa leo hii katubomolea, hatujalipa fidia yote ile. Kwa hiyo ndivyo hapana, tujatendewa haki e, haki haijatendeka bado. Noti zile ambazo zimetolewa mwaka 2025 zote ni noti halali za serikali na zilisainiwa na mamlaka. Nikisema mamlaka, ni maana kwamba ni mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Ilemela. Kwa hiyo ni noti zote halali zilizotoka kwa mujibu wa sheria na sheria ya mipango miji namba 8 ya mwaka 2007, kumtaka mvamizi wa eneo la serikali kuweza kuondoka. Mgogoro huo ambao unasuluhishwa na kurejea upya mara kwa mara uliibuka baada ya mmiliki wa kiwanja hicho, Mathias Lubango, kudai kunyang'anywa eneo lake na Halmashauri ya manispaa Ilemela na kisha kugawiwa mtu mwingine bila kushirikishwa.